Mtazamaji wa Ndalini Midia, ni siku nyingine tena katika maonesho haya ya kimataifa ya biashara ya sabasaba, yakiwa na kauli mbiu isemayo Sabasaba fahari yetu. Mimi naitwa Richard Steven, nikukaribishe moja kwa moja katika matangazo haya kutoka katika viwanja hivi vya sabasaba, na leo tupo ndani ya banda la Wizara ya Fedha, zinakwenda kuzungumza na Idara ya Menejimenti ya Mifumo ya Kifedha na Huduma za TEHAMA. Idara hii ina majukumu gani hasa na wapi idara hii inakutana na wananchi katika utendaji wake wa kazi za kila siku? Tuko hapa na baadhi ya maafisa katika idara hii, wao watatuelezea yale ambayo mwananchi anapaswa kuyajua. Tuambie unaitwa nani na kutuambia Idara ya Menejimenti ya Mifumo ya Kifedha na Huduma za TEHAMA. Idara hii ni idara gani na inafanyaje majukumu yake ya kimsingi ya kila siku? Asante sana. Kwa majina anaitwa Charles Clement Maganga ni afisa TEHAMA ya mwandamizi katika Wizara ya Fedha, Idara ya Mifumo ya Usimamizi wa Fedha na Huduma za Ndani za TEHAMA. Idara hii jiko ma, ina majukumu mengi, mengine ni ya kitaifa, ya mifumo ya kifedha na mengine ni ya ndani. Kwa majukumu ya kitaifa tuna mifumo ambayo tunasimamia, mfumo wa Muse ambao ni mfumo wa uhasibu serikalini, unasimamia na idara hii, tuna mfumo wa GePG ambao mfumo huu ni mfumo wa control number na ni pia ni moja ya mifumo ambayo tunaisimamia. Na mifumo mingine mingi tu ambayo tunaisimamia hapa. Mwananchi anataka elewe hiyo mifumo inakuwa ina, inafanyaje kazi zake, na mwananchi yeye anashiriki ana, ana vipi kwenye hiyo mifumo ambayo idara ambayo inaisimamia vizuri. E, mfumo ambao anaweza kuzungumzia ambao mwananchi anamgusa moja kwa moja ni mfumo wa malipo ya mfumo wa malipo ya serikali wa control number. E, mwananchi anapotaka kulipia bili za maji atatumia maji yale yaliyounganishwa na mamlaka yake husika, lakini pia atapewa ankara ya kulipia ambayo ni bili ya maji kwao. Mwananchi akitaka kulipa ile fedha, tendo la kupewa control number eh, inaonesha hiyo fedha inaenda serikalini moja kwa moja, kwa sababu nyuma ya control number kuna chanzo cha hiyo pesa, na hiyo pesa ikienda benki, benki itahamishwa kwenda benki kuu kwamba ni malipo halali, na atapata meseji. Meseji ya kwanza tukayopata ni meseji ya mtandao husika aliyolipia, kama amelipia kwa simu na meseji ya pili atapata ni meseji ya huduma za serikali, ambazo umelipia malipo ya serikali, yenye kuonesha stakabadhi ya yeah, soft, soft, soft, soft receipt ambayo ni eh, unasema ni laini karatasi laini, labda ni message ile, inakuwa inaviambatishwa kwamba malipo ayo yamefanyika serikali ile nataka kuniambia zile huduma ambazo mwananchi ana, ana, anazipata labda katika huduma mbalimbali labda za katika maji, umeme. Idara hii ndio majukumu yake kutengeneza zile namba za malipo, ndio idara hii ndio majukumu yake kutengeneza namba za, inasimamia mfumo ambao mfumo huu unatengeneza namba za malipo na huduma kama za maji, huduma kama za umeme, huduma kama za kulipia mifugo, toza mifugo zote, husu kilimo kule kulipia mazao na vitu vingine, vibali mbalimbali ambavyo vyote inalipiwa kwa control namba o. Malipo yote ya serikali taasisi yote ya serikali lazima ikupe ankara yenye control namba, yani ankara yako lazima hiyo ni control namba, hiyo inaonyesha kwamba taasisi hii, haya malipo ni halali ya serikali, yanalipiwa kwa control namba. na mnaonaje mwitikio wa, wa, wa wananchi katika katika katika, katika kushiriki katika ulipaji wa huduma mbalimbali, hasa mwitikio kwa sasa ni mkubwa wa wananchi, wengi kwa sasa wanauelewa wa huduma zinazolipwa kwa malipo ya control namba, na imeenda mbali kwamba sasa hivi hata mtu anayelipa, anayetaka kulipa nje ya kontro namba anahisi anaimiwa, na huo nimekuwa umeukoa kwa kwamba awareness imekuwa kubwa, na tuzidi kuendeleza awareness kwamba wananchi wazidi kufahamu kwamba malipo yote unayofanya hakicho umepewa kontro namba. Ukilipa kwa kontro namba unapata uthibitisho, na tuna tuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza ukapata uthibitisho kwamba umelipa kwa kontro namba. Tunayo app ya kwetu ambayo malipo yote yaliyofanyika serikali uliolipia unaenda kwenye kama una Play Store au Android au au au Apple una una download ile app na verify malipo yale ya serikali. Hakika mwananchi ana vingi sana vya kujifunza endapo atapita saba saba na kufika katika banda hili. Kila mwananchi tunakukaribisha, karibu saba saba mwaka 2025, hakikisha unapita kwenye banda la Wizara ya Fedha, hautajutia. Mtazamaji wetu wa Ndalini Media ambapo popote tunakufikia banda la Wizara ya Fedha lina mambo mengi sana sasa hivi tunakwenda kuzungumzia kitu kinaitwa uh, mfumo wa hati ya mshahara. Ni mfumo gani huu na unafanyaje kazi, na mpaka kuja na mfumo huu idara hii iliona nini? Sasa tuko na mtaalam hapa hata tuambia kwa kina zaidi kuhusiana na hili jambo uh, tuambie majina yako, lakini pia mtu anaposikia mfumo wa hati ya mshahara ni mfumo gani sasa huu na unafanyaje kazi na unafanya kazi na watu gani hasa zaidi? Asante. Kwa jina naitwa Zaina Ramadhani Mwanga, niko idara ya mifumo ya kifedha ambayo iko chini ya wizara ya fedha. Hii idara inatengeneza mifumo ya kifedha mingi, eh, kuna hiyo GePG PC, eh, kuna ule mfumo wa mambo ya nanii koli advansi. Hiyo ni mifumo ambayo inatengenezwa ndani yeah ya huu mfumo. Hiyo mifumo kuna mfumo wa saaslip ambayo ni mfumo wa hati za mishahara hapo mwanzo tulikuwa tunatoa tu saa slipu kwa njia za kawaida tu mani, yani ile karatasi zinatoka nyingi, wahasibu wanapigiwa kila mkoa, kwa hiyo ilikuwa zinasafirishwa, kwa hiyo zile control sheet tulizisafirisha, ilichukua gharama kubwa sana katika kusafirisha. Kwanza ilikuwa maandalizi yake inabidi zikishatoka mnaenda kwenye chumba maalum mnazisoti mnachukua muda mwingi hapo mnasoti nkimaza soti nazipanga kwenye maboksi kila halmashauri, naandikiwa kanginenasafirisha kameli eh, ingine kamaaunaafaika na gharama kubwa sana za usafirishaji, e. Sasa idara yetu kuliona hilo ikawa imekuja na mfumo wa hati ya mishahara ili kubadilisha kutoka analogi tukaja kwenye digital. Kwa sasa tulipoingia huku mambo yamekuwa mazuri kwa sababu umfumo umerahisisha. Kwa hiyo umfumo kwa kwa ukubwa kwanza unahudumia watumishi na taasisi ya zile za serikali. Ah, watumishi na ah, taasisi za taasisi za serikali. Za serikali. Kwa sababu mfumo unatumia nini, ujisajili lazima uwe na cheki namba. Na. Eee. Sasa huu mfumo ulivyoingia, mmerahisisha yani, kila mtumishi anajihudumia yeye mwenyewe. Ili kujihudumia yeye mwenyewe, kwanza unajisajili. Unajisajili kwenye mfumo na baada ya kusajili unatakiwa ujue taarifa zako za kiutumishi uzijue vizuri, kwa sababu ndizo zitakazoibizwa pale. Na zitakiwa zioane vizuri, ikiwa tofauti mfumo unakataa. Nah. Yaani utangaika lazima utapiga simu uh, tukumbumie. Kwa hiyo check namba ndio kitu cha kwanza. Kuna kitu kinaitwa postcode ambayo ni namba ya fungu ya taasisi inayokufanya kazi. Leo. Kuna namba ya idara hizo. Ubiwe tu account namba yako vizuri, uwe na email yako ambayo iko active na katika kutengeneza pia kuna password. Password nayo inatakiwa iwe ile nzuri, sio wengine wanaweka password namba 2 au majina ya watoto wanakuwa na malalamiko mengi ah fulani Anaingia ameniangalizia slipu. Tunaambia ni we mumeo, mtu hawezi kuangalia, ko lazima atengeneze, unasema nyuwira ile ambayo ni so, ni, ni, ni zito. Na, na, na mifua huwa inakuambia kabisa kwamba hii ni wiki, ni zito. Naam, sasa tangu kuanzishwa kwa mfumo huu wa hati ya mshahara ni gharama kiasi gani serikali imepunguza na faida zake ambazo imezipata kwa sasa? Eh, gharama kwa ujumla wa gharama nitasema ni gharama zilizopunguzwa ni nyingi, ni kubwa mikiwa sana ni wewe mtumishi au ulieko taasisi ya umma unaingia tu kwenye kompyuta yako au kwenye simu ambayo ina uwezo wa internet, unajisajili, then unapata salary zako za kila mwezi na watumishi wa, wote unapojisajili Uwe unatumia ile poto ile, usiache kuitumia kila mwezi, uwe unapakua silipu zako. Ulishajisajili wao vizuri, huwa tuna washauri wao wanazipakua

zikatoka kwa soti pale kwa satirisha zikaenda kule, hasa yule anayeenda kuchukua slipu yake pale. Mwingine haendi kwa wakati, au akienda zimewekwa kwenye box hapo, anatangua, anachoka, anaacha. Umeona eh? sasa hivi hakuna. Sasa hivi ukishaingia kwenye mfumo, yani yani hata sasa hivi hapa tulipo na ngitana slipu yangu, sasa hivi na ya mwezi uliopita, naingia tu tata tanaingiliona hiyo na print. Nikushukuru sana, asante. Naam, mtazamaji wa Ndalini Media, popote tunakufikia una sababu ya kukosa Saba Saba hasa kuja katika banda hili la Wizara ya Fedha na kupata uh, elimu hii ambayo ni muhimu ukaipata na kuifahamu. Mpaka kwa wakati mwingine tena, tutakuwa nawe.